Kuna ndoa zinaachika kwa sababu sasa huyu kageuza, imekuwa chakula. Natoroka kwenda kazini muda wa chai saa nne, anapanda toyo, anarudi nyumbani, anarudi kazini muda wa lunch, anapanda toyo, anarudi tena. Hata akwambia anatafuta nini, anakwambia mama fulani, njoo mara moja, njoo mara moja huko. Dada alitufundisha pale kuwa hisia zinatengenezwa, zinavutwa Una psychological demotion kabisa, unaweza ukamfanyia mtu mpaka akakuchoka, tunaelewana, akaanza kuomba talaka. Haya mambo ni mdogo mdogo, hata maandiko yanasema msinyimane, isipokuwa mmepatana. Sasa wale wazinzi, mara nyingi wanasoma kifungu cha juu, hawamalizi cha chini, kwa maandiko yanasema tusinyimane, amalizie na cha pili kinasema isipokuwa mmepatana. Usiigeuze kama ibada hiyo, zitakuchosha, zitatuletea matatizo, tunaelewana.